Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, tageti ni alama tatu, tageti kula viporo, viporo tumekula na washukuru Mungu. KMC tuko nyumbani kwao, na kama unavyojua tu nyumba ya kupanga, utaki kupanda mnazi kwaio mm. Nimefarijika, nimefurahi kwa hizo alama tatu tulizopata na magoli toshelezi, tukapiga mipasi ya kumwaika mpira mkubwa. Tumefurahi wana Simba na washukuru Mungu pamoja, kwambao ndio baba wenye nyumba Berkane walikuwepo walituma maskauti wao karibu 30 leo kwa ajili ya kuifuatilia game. Eh, thelathini kwa e, nguvu zake Mwenyezi Mungu kupitia kocha wetu Fadlu Davids Guardiola mwembamba, rotation hali ya juu, Kibisa wa Rempanzo, dream machine katokea benchi Budo, SGR kama ilivyofanya kazi yake, tumefarijika Wanasimba, mkwara kafanya yake, tumeenjoy alama tatu sahihi. Mchezo mzuri, pasi muhimu, tumetoka, hakuna majeruhi aina yote. Tunajitayarisha kwa ajili ya kwenda kucheza fainali ya kwanza nchini Morocco. Kaka yangu, nimefarijika, nimefurahi sana, nimefurahi sana. Kaka yangu, zilikuwa dakika 90 za aina gani? Ama zilikuwa mechi za viporo za aina gani? Ah, mechi kwenye pesi. KMC sio timu ya kubeza, nasosh. Uwanja huu wenyewe wameuzoea, kwao kulikuwa kama kwetu, kwetu sisi ndo kwetu vilevile. Kwa hiyo, nilichofarijika mimi KMC walicheza kwa nidhamu ya hali ya juu mm. Hawakuja kutuzoea yani, kwamba tushawazoea pamoja, kwamba uwanja wetu ndo wanaotumia ndo kama uwanja wao wa nyumbani Simba Sports. Walikuja na nidhamu ya hali ya juu, ndio hiyo iliyosaidia. Kama kawaida yetu tunakosaga sana magoli, tumekosa goli zipatazo karibu tano za wazi, clear goal, lakini ndio football jisilivo. Tulifanya makosa tukaadhibiwa mapema, tukatulia, tukapata goli, tunaondoka mpaka of time, goma pacha Tumerudi kipindi cha pili, kwa kudura zake Mwenyezi Mungu tumepata goli mbili safi. Kwa kifupi, namshukuru sana Mungu wangu, nashukuru sana technical bench, nashukuru sana wachezaji wangu, nawashukuru sana sana mashabiki wenzangu wa Simba Sports. dua zao na sala zao ndizo ambazo zilizotufikisha hapa. Wana Simba tumefarijika, tumefly Tunamuona Steven Dese Mukwala, katika mechi za hivi karibuni amekuwa akifanya vizuri na mwalimu Fadu Davis amekuwa akimwanzisha kuelekea katika mchezo wenu wa finali ya kwanza, inaleta ina molali kwa mchezaji na kwenu mashabiki. Ahii, tunalichia technical benchi. Unajua mechi kama hizi lazima uyachie technical bench, wenyewe ndio wanajua nani acheze nani asicheze lakini kadiri mechi zinavyokwenda unaona kabisa kwamba ni kitu gani kinachofanyika, lakini kama mimi kama mimi, tulikubaliana wanasimba wote kwamba tunajenga timu, lakini tena imekuwa Fadlu Davids, yeye ameendelea kutufanya surprises. Hakuna aliyotarajia hichi kinachofanyika, mimi naona ni kikubwa mno kutu sisi, Simba wanasimba, kwa kweli tunaendelea kufly tuna enjoy. Kama hivi tunatoka uwanjani na kigoma chetu, tunafarijika tuna wanjani, tuna machetu, tuna farijika, tuna fly sana eh. Nimefurahi sana kwa kifupi, nimefurahi sana sana sana sana, sana, sana. Mpaka sasa tofauti ya alama moja dhidi ya mtani wako, kama washabiki wa Simba haikupi pressure? huku kuwasikiliza wao wanakuambia msimamo wao uko pale palepale, awapeleke timu uwanjani. Anachomba tu bodi ya ligi, naomba bodi ya ligi na wakubali na waamini mno, TFF kwa ujumla na waamini mno mm. Ligi ya NBC tunacheza fainali ya kwanza, ya pili itakuwa tarehe 25 katika uwanja wa Benjamin Mkapa mizari ambaye na sisi wenyewe washasema hawaji mm. Awa mbele ya safari sisi, hakuna hata moja kutuzuia. Okay, basi wao washasema hawaji mm. na mimi wnataka kwenda siu wapi mm. kwa pirato ende wapi ili tuwafanyie ubaya mm. Nachoomba bodi ya ligi mm. Kanuni na sheria kama zina ruhusu mm. walete kombe tarehe 25 tano pale mm. Tubebe makombe yote mawili kwa wakati mmoja mm, huku eh, captain wetu Ngoma anabeba la kimataifa huku Shabalala anabeba la NBC mm, kwa pamoja na sisi tunaendelea pale, yani iwe kama ndege, ndege mmoja kwa, ndege wawili kwa jiwe moja yani yani, yani ifanyike, kusiwe na gharama nyingine kuanda, tukacheze wapi tukacheze wapi, kombe si tukakabidhi wapi tukabidhi wapi, mm, watuletee. Huo ndio ushauri wangu mimi wa bure. Tumzoe mipasi milioni mipasi mingi mingi, unashauri TFF, bodi ya rigi wale washasema, hawaji, washasema hatuji, wanataka wakimbilia wanako kwenda. Kwa kifupi awashajitoa mm. kama washajitoa tena, nasikia tarehe hiyo wanaenda wapi, sijui kule, sijui nchi gani, wanaenda kwenye kombe la pombe lile, siju wanaenda nimesikia mm. eh, wanaenda, sijui wanaenda kufanya nini. Sasa sisi huku bradi, yaani sherehe imezidi kunoga. Nachoomba bodi ya ligi mm. watuletee lile kombe la NBC mm. mapema mm.

Unampokoja hata alichokula, alichonacho unampokoja vile vile. Alio juu unamfuata huko huko juu hakuna kumngoja chini. Jeuli hiyo ya kuchukua makombe mawili na kutamba unaitolea wapi mzee wa mipasi? Kwa mashabiki wenzangu wa Simba Sports, umoja wao na mshikamano wao mwenyewe unaona. Technical bench ndio usiseme. Mm. Eh? Ukija ukiangalia wachezaji wangu ndio usiseme. Wana Simba tunaenjoy lolote lolofanya sasa hivi na mvua mm hii. Hata ukipanda mkaa yale yale mkaa nao unaota. Hayo ndio si ah, yani la.